Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imesema mashambulizi haya yameamrishwa kufanyika baada ya Hamas kukataa kuachia mateka wa Israel, pia kukataa mapendekezo ya amani yaliyowasilishwa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na wapatanishi wengine kwenye mzozo huo wa Gaza. Hamas kwa upande wake imemlaumu Netanyahu kwa kile wanasema ni kufuta makubaliano kwenye mpango wa amani wa awamu ya kwanza, hali wanaosema itahatarisha maisha ya mateka walioko Gaza. siku ya jumat Tatu mjumbe wa Marekani Witkoff alikuwa ametoa pendekezo la kuachiwa kwa mateka watano wa Israel walio hai ambao wangebadilishwa na idadi kubwa ya wafungwa wa Palestina wanaozuiliwa kwenye magereza ya Israel, mpango ambao hata hivyo Hamas haikukubali. <tune>